Kula hivi vyakula wewe mwanamke, ili uweze kuepukana na magonjwa kama fangasi, UTI, miwasho na, na mengine mengi, magonjwa mengine mengi. Kwanza jitahidi kutumia maziwa mtindi. Maziwa mtindi haya na bakteria, ukiwa unatumia mara kwa mara, yanaenda kuzalisha bakteria ambao wanalinda sehemu za siri. Kingine Jitahidi sana kutumia berries juice. kwa mfano kuna zabibu kuna strawberries. Kingine jitahidi sana kutumia matunda pia na mboga za majani hasa zile za kijani. Kingine jitahidi sana kutumia maji mara kwa mara, kunywa maji mara kwa mara, kwa sababu unapokuwa unakunywa maji mara kwa mara ndipo yanaenda kutengeneza unyevunyevu sehemu za siri za, za mwanamke. Kama bado hujanifuata unaweza ukanifuata pia. Kwa wale ambao wako YouTube unaweza ukasubscribe channel yangu ili uweze kujifunza ninapokuwa ninaposti video mara kwa mara. Karibu.